Anfusakum, mlikuwa mkizifanyia khiana nafsi zenu, kwa sababu mwanzo ilikuwa hawaruhusiwi kwa mtu alofunga usiku kumwendea mke wake. Sasa hili likawashinda, na Mwenyezi Mungu akajua ya kwamba kuna watu wanashindwa hili, kwa hiyo sasa ndio akawaruhusu, ndio maana akasema: uhilla lakum, mmehalalishiwa. Lailata siyami, ule usiku wa kufunga. Alrafathu ila nisaikum, ai alifdhau ila nisaikum, kuendea wake zenu. wao ni mavazi yenu, wa antum libasu lahunna, na nyinyi ni mavazi yao. Alima llahu, Mwenyezi Mungu amekwisha fahamu annakum, ya kwamba nyinyi kuntum tahtanuna anfusakum, mlikuwa mkizihini nafsi zenu, mlishindwa hilo, ikawa mwaenda kwa wake zenu kwa siri, lakini Mwenyezi Mungu ashafahamu hilo fataba alaikum, na ameshawasamehe wa afa ankum, na ashafuta hilo falana, basi sasa hivi bashiruhunna, waendeni wake zenu eh wabtaghu ma kataba allahu lakum, na tafuteni yale Mwenyezi Mungu alowahalalishia aliyowaruhusu. Eh, unaruhusiwa mtu ukishafungua ule usiku wa kufunga kwenda kutafuta yale ambayo Mwenyezi Mungu ameyaruhusu, watoto. Hakuna tena makatazo wakulu, na kuleni, wa sharabu, na kunyweni, hatta yatabayyana lakum alkhaitu alabyadu, mpaka iwabainikie ule weupe wa mwangaza wa alfajiri, min alkhaiti alaswadi min alfajiri, kutoka kwenye giza la usiku, mnayo ruhusa ya kula na kunywa mpaka itakapowabainikia ule mwangaza wa alfajiri. Mwangaza huu min alkhaiti alaswadi, unaotoka kwenye giza la usiku min alfajiri. thumma atimu lsiyama ila llaili, kisha mkifunga baada ya alfajiri, kamilisheni ile funga yenu mpaka usiku, magharibi hiyo wala tubashiruhunna, na wala msichanganyike na wanawake wa antum akifuna fil masajidi, na nyinyi mkiwa mmelazimiana na misikiti kwa sababu au kwa ajili ya kufanya itikafu, kwa sababu al itikaf asili yake almulazama ni kulazimiana na kitu, na ndio maana wale watu walijibu Lan nabraha akifina hatta yarji'a ilaina Musa, manake sisi tutalazimiana hapa hapa, hatutoki mpaka Musa atakaporudi. Kwa hiyo asili ya al alintikaf ni mulazama shai wa adamu alinfikati anhu ni kulazimiana na kitu na kutoachana na kile kitu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anasema, wala tubashiruhunna, na wala msichanganyike na wanawake wa antum akifuna fil masajidi, na nyinyi ikiwa mmelazimiana na misikiti kwa ajili ya kufanya itikafu. Tilka, hayo yote yalotajwa hapo juu, hududullahi, ni mipaka ya Mwenyezi Mungu, yose hayo yote mliokatazwa yote hayo Hududu llahi ni mipaka ya Mwenyezi Mungu, fala taqrabuha, wala msiikaribie. Sio msiivuke, bali msiikaribie hiyo mipaka ya Mwenyezi Mungu. Kadhalika na namna kama hivyo, yubayinu llahu, ndivyo anavyobainisha Mwenyezi Mungu ayatihi, aya zake linnasi, kwa watu laallahum yattaquna, ili wawe wachamungu. Hapa ndipo mwisho wa aya hizi zinazozungumzia siyam. Ama leo tutasoma adabu assiyam, adabu za kufunga. Kila kitu kina adabu, hata nyumba. Kila nyumba ya mtu ina adabu zake. Sasa funga pia iko na adabu ambazo ni muhimu sana, Waislamu tukazifahamu ili tuzitekeleze adabu hizo Yustahabu liswaimi, inapendezewa kwa mtu aliyefunga. An yuraia, achunge au kuchunga siyamihi, kwenye funga yake. Aladaba al atiyata, adabu zifuatazo. Adabu ya kwanza assuhuru, kuladaku. Waqad ajmaat lummatu ala istihbabihi, na wanachuoni wamekubaliana ya kwamba kula daku ni sunna. Wa annahu, na hakika mambo yalivyo, la isma, hakuna madhambi yatakayopatikana aala man tarakahu, kwa yule atakayeacha kula daku. Fan fa anasin, hadithi iliyopokewa kutoka kwa Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hakika ya mtume sallallahu alayhi wa sallam ziwe juu yake fala amesema: tasaharu, kuleni daku. fa inna as-sahura, hakika kule kula daku, hakika ile daku barakatuni, baraka. rawahu al-bukhari wa muslim. Hadithi hii imepokewa na al-imam Bukhari na al-imam Muslim. wa anil miqdami, na imepokewa hadithi kutoka kwa Miqdam ibn Ma'diyakriba, mtoto wa Ma'diyakriba. Huyu Miqdam ani nabi sallallahu alayhi wasallam amepokea maneno haya kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala, mtume amesema: alaikum bihadha as-suhuri al shikaneni na daku, fa innahu, kwa sababu hii daku alghidha'ul al lmubaraku ni chakula ambacho kina baraka. Hadithi hii imepokewa na Alimamu al Nasai bisanadin jayyid. Wa sababu lbaraka, na sababu ya kupatikana baraka kwenye daku anataja hapa shekhe, annahu kwa sababu ile daku yuqawi swaima, inampa nguvu yule anayefunga, wa yunashituhu na inampa nishati inampa uchangamfu, tofauti na mtu ambaye hajakula daku, wayuhawinu alaihi siyama. Lakini pia ile daku inamrahisishia yule mlaji wa daku, funga yake inakuwa ni rahisi na nyepesi, na ndio maana tukaambiwa tule daku. Bima yatahaqaqu ni kwa kitu gani? itakuwa daku imehakikika, wa yatahaqqaqu assuhuru na itahakikika daku bikaf eh, bikafiri ta'ami, kwa kula chakula kingi, wa qalilihi au kula chakula kidogo. Haijalishi mtu amekula chakula kingi au chakula kichache, hapo tayari itakuwa daku imeshahakikika walau bijur'ati ma'in, hata kama kwa funda moja la maji Akachukua mtu funda moja la maji akalinywa, hapo tayari daku itakuwa imesha imeshahakikika. faan Abi Sa'id imepokea hadithi kutoka kwa Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, as-suhuru barakatun, daku iko na baraka, fala tadauhu, wala msiyache walau hata kama an yajraa ahadukum juratamain, anywe mmoja wenu funda la maji, hata kama kwa kunywa mmoja wenu funda moja la maji, hiyo pia tosheleza. fa inna allaha wa malaikatahu hakika ya Mwenyezi Mungu na malaika yusalluna ala lmutasahirina, wanawatakia rehma wale wanaokula daku. Rawahu Ahmad hadithi hii imepokewa na al-Imam Ahmad waktuhu wakati wakuladaku waktu suhuri wakati wa kuladaku min muntasafi fil llaili ni kuanzia katikati ya usiku ila tulua alfajri mpaka alfajiri itakapochomoza huu ndio wakati wa kuladaku walmustahabu na kinachopendezeshwa taakhiruhu ni kuichelewesha ile daku, hili ndilo jambo ambalo linapendeza sana. Faan Zaid ibn Thabit, umepokiwa hadithi kutoka kwa Zaid ibn Thabiti radhiallahu anhu, Allah mridhia. Qala, amesema: tasaharna maa Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, siku moja sisi tulikula daku pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Thumma qumna ila salati, kisha tukasimama sisi kwenda kuswali sala ya alfajiri. Qultu, nikasema mimi nikiwa namuuliza, kam kana baina huma, kulikuwa na urefu wa muda gani baina ya kuladaku na kuswali swala ya alfajiri. Qala hamsina aya, ni kiasi cha mtu kusoma aya hamsini kama dakika kumi na tano ndio tofauti ya kuladaku na kuswali swala ya alfajiri. Rawahu al-bukhari wa muslim, hadithi hii imepokewa na imamu bukhari na imamu muslim. Wa an amr ibn maimun mepokea hadithi kutoka kwa Amr ibn Maimun, qala, amesema kana ashabu Muhammadin, walikuwa maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallama ajala nnasi iftaran, ndio watu wanaofuturu haraka sana. Wale maswahaba walikuwa ndio watu wenye haraka ya kufuturu. Wa abtaahum suhura, na ndio watu ambao walikuwa wanachelewa sana kula daa walikuwa ni waharaka wa kufuturu, wa kufungua ule wakati wa magharibi, na walikuwa ni watu ambao wanacheliwa sana kula da. Hadithi hii imepokewa na al-Imam al-Baihaqi, bi sanadin sahihi, kwa sanadi ambayo iko sahihi, wa an Abi Dharr al-Ghifari. Na imepokewa hadithi kutoka kwa Abu Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu marfu'an, hadithi hii ikiwa ni marfu. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema la tazalu ummati bi khairin, na hizi ni zile afaalu istimrar ni vitendo ambavyo vinaonyesha kuendelea. Mtume anasema, la tazalu ummati bi khairin, umma wangu utaendelea kuwa kwenye khairi. Ma ajjalul fitra, madamu wanaharakisha kufungua hii ma al-masdariyah wa akharu asuhura, na maadamu wataendelea kuchelewesha kula daku, basi watu hawa watakuwa kwenye kheri siku zote, watakapoharakisha kufungua na watakapochelewesha kula daku. Hii yote ni kufanyia takhfif kwa Waislamu, ilifunga likaila ya shuka alayhimu assaumu, ili funga isiwe ni ngumu alshaku fi tului lfajri, kuwa na mashaka katika kuchomoza alfajiri. Mtu mwingine anaweza ameamka anakula daku, au akawa na mashaka alfajiri ni tayari au bado. Wanachuoni wamezungumzia hili, anasema walau shakka fi tului lfajri, lau mtu ameamka akawa na mashaka kuchomoza kwa alfajiri, umeamka ni usiku lakini uko na mashaka falahu an yakula, basi mtu huyu anaruhusa yakula. Maadamu unaona giza liko nje, basi huyu mtu anaruhusa yakula wa yashraba na kunywa hata yastaiqina, mpaka ahakikishe tuluahu, ya kwamba alfajiri imechomoza. Lakini umeamka umeona giza, giza, usiulize masaa. Ukiona giza, giza nje, wewe kula dafu wala yaamala bishaki, na asifanye kazi shaka Fa inna Allah azza wa jalla, kwa sababu Mwenyezi Mungu jaala nihayat al akli washurbi atabayuna nafsahu, Mwenyezi Mungu ameweka mwisho wa kula na kunywa, atabayuna nafsahu, kubainika na kudhihiri kwa alfajiri. Yani Mwenyezi Mungu ameturuhusu siku nzima kula mpaka tutakapobainikiwa, sasa mwangaza wa alfajiri huu hapa umechomoza, hapo ndipo tutastop lakini maadamu wewe umeamka umeona giza nje, wewe una ruhusa ya kula. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, sheikh amenukua aya wakulu washrabu na kuleni na kunyweni hata yatabayana lakumul khaytul abyad, mpaka itakapo dhihiri ule mwangaza wa alfajiri ule weupe wa mwangaza wa alfajiri min alhaiti al-aswad min alfajiri, mwangaza huu unaotoka kwenye giza la usiku. Kwa hiyo tunaruhusa ya kula maadamu tunaona giza nje, hapo tunaruhusa ya kula mpaka tuhakikishe sasa mwangaza wa alfajiri umechomoza. Waqala rajulun, na kuna bwana mmoja akasema. Ibn Abbasi kumwambia Ibn Abbas, Abbas radhiallahu anhuma, huyo mtu alisema hivi inni atasaharu, ewe Ibnu Abbas, mimi huladaku, faidha shakaktu, na ninapokuwa na mashaka ya kwamba hii ni alfajiri au bado, ninapokuwa na mashaka, amsaktu, huwa ninaacha kuladaku. Na hili wengi hukupitia wakati kama huu. Faqala Ibnu Abbas, Ibn Abbas sahaba mtukufu huyu akasema, akamjibu yule bwana akamwambia, wewe madamu uko na mashaka na unaona giza liko nje, kul endelea kula mashakakta, hata la tashuka ule muda utakao utakaokuwa na mashaka ya kwamba alfajiri imeingia au haijaingia, basi wewe wakati huo kula mpaka usiwe tena na mashaka, yaani mpaka uone alfajiri ishachomoza. Lakini una mashaka kwamba alfajiri imeingia haijaingia, wewe endelea kula, kwa sababu inaonyesha hiyo ni usiku. Hakuna mtu anatia mashaka alikuwa alfajiri imeingia, kwa sababu alfajiri inafahamika kwa ule mwangaza kama Mwenyezi Mungu alivyotubainishia hapa. Kwa hiyo utakapokuwa na mashaka wewe kula mpaka yale, yale mashaka yako ya kuondokee kwa kuiona alfajiri ikiwa imechomoza kwa kuona ule mwangaza wa alfajiri. Haya ndio mafundisho ya sahaba huyu mtukufu. Waqala Abu Daud, na akasema Abu Daud Abdullah yeye ananukuu maneno haya kutoka kwa Abdillah Abu Abdillah, ambaye ni Ahmad ibn Hanbal. Huyo Abu Abdullah ni Ahmad ibn Hanbal, mwanachuoni mkubwa huyu. Al-Imamu Ahmad anasema hivi: idha shakka fil fajri, mtu atakapotia mashaka juu yu ya kuchomoza kwa alfajiri basi mtu huyu ya akulu, inatakiwa ale hata yastayqina suluahu, mpaka ahakikishe imechomoza, kwa sababu huo utakuwa ni usiku. Mtu hawezi kutia mashaka wakati jua analiona au alfajiri imeingia. Ukiona mtu anatia mashaka, basi hiyo ni usiku. Kwa hiyo Imamu Ahmad anasema mtu huyu atakapotia mashaka, ameamka usiku, lakini ana wasiwasi alfajiri imeingia haijaingia, huyu mtu anatakiwa ale mpaka ahakikishe alfajiri imeingia imechomoza, kwa kuona ule mwangaza wake. wa hadha madhhabu Ibn Abbas, na haya ndio madhhabu ya Ibn Abbas, kama tulivyosoma hapa juu, alivyomwambia yule bwana mmoja aliyemuuliza wa ata. Lakini pia ndio madhhabu ya Ata wanachuoni huyo, wal auzai, na haya ndio madhhabu ya al imam al Auzai, wa ahmad, na ndio madhhabu ya Imam Ahmad ibn Hanbal, wa qala nawawi, na akasema al imam Nawawi, wa qad ittafaqa ashabu shafi'i na hakika wamekubaliana wafuasi wa Imamu Shafii ala jawazil akli lishaki juu ya kufaa kula kwa yule mtu anayetia mashaka kwamba alfajiri imeingia haijaingia. Wamekubaliana mtu huyu anaruhusa ya kula. fi thuluu alfajiri, mtu atake mtu ateketia mashaka juu ya kuchomoza kwa alfajiri. Wanachuoni na wafuasi wa alimamu Shafii wamekubaliana kwamba huyu mtu anaruhusa yakula. Hiyo ni adabu ya kwanza ambayo tulikuwa tunazungumzia kula dabu. Adabu ya pili, taajilu alfitri, kuharakisha kufungua. Miongoni mwa adabu ambazo mtu aliyefunga anatakiwa azitekeleze ni kuharakisha kufungua, wa yustahabu liswaimi, na inapendeza kwa yule anayefunga an yuajila alfitra, aharakishe kufungua mata tahaqqaqa ghuruba ash-shams waqati, atakapohakikisha ya kwamba jua limezama na si kusubiri adhana. Fa'an Sahal ibn Sa'd Sa, imepokewa hadithi kutoka kwa Sahal ibn Sa'd Sa, anna nabiy sal sallallahu alayhi wasallam, hakika a Mtume wasalamu ziwe juu yake. Qala, amesema: la tazalu an-nasu bi khairin, watu wataendelea kupata khairi ma'ajjalul fitra maadamu watakuwa na kawaida ya kuharakisha kufungua. Rawahu al-bukhari wa muslim, hadithi imepokewa na Imam Bukhari na Muslim. Wayambaghi an yakuna al-fitr ala rutabati witra